basi tuelewe, mwisho wake ni mepesi, mwisho wake ni kupata faraja. Kwa hivyo vyote, tutakapokumbana na matatizo na misukosuko, lakini mwisho wa siku tutapata mepesi, ipo siku tutapata faraja. Kama qala taala, innama al usri yusra, hakika pamoja na uzito kuna wepesi. Ndugu yangu, leo nataka nikusimulia kisa cha mwanamke mmoja, kisa cha hakika ambacho kimetokea. Mwanamke huyu anasimulia, anasema baba yangu alikufa nikiwa na umri wa miaka minne, na nikiwa binti wa pekee kwa baba yangu. Baada amin, baada ya mwaka mmoja qama biziwaji mraatin ukhra baba yangu akaoa mke mwingine, na mke huyu kana tilaha thalathatu dhukur, alikuwa na watoto watatu wa kiume. Katika maisha ambayo tumeishi, baba hakuchagua, aliona kama ni watoto wake pia. Kwa hiyo alituweka sawa katika mizani iliyokuwa sawa, hakunitanguliza mimi kwa sababu ni binti yake la, kila kitu tulifanyiwa kwa usawa. Baada ya miaka mitano baba yangu akafariki, nayo ya. Baada ya kufariki baba yangu hapa, yakadhihirika yale yaliyo katika vifua kifua cha mama yangu pamoja na watoto watatu, nikakutana na matatizo mazito. Kuntu ataaradhu bidharbi, nilikuwa nakutana na vipigo, nikipigwa sana, walmashaka na magumu. Hata ikitokea nikifanya kosa, basi inaweza nikakosa chakula, yani siku mbili mfululizo sipati chakula kwa sababu nimefanya kosa. Maisha yaliendelea. Nilipofikia umri wa miaka kumi na tano, mama yangu huyu akasimamia kwa ajili ya kuniozesha na kijana mmoja, kijana ambaye ni fukara. Hakutaka kujua hali ya huyu kijana, hali yake, maisha yake, nasabu yake, hakutaka kujua. Alichosimamia yeye kwamba mimi nitaolewa na huyo kijana, lengo lake mimi niwe mbali na yeye nitoke katika familia ile nitoke katika mali ile ambayo ameacha baba yangu. Basi mimi nikasimama nikawa namuomba Mwenyezi Mungu, mjalie huyo kijana ambaye atanioa, awe rahiman, awe mpole, awe na mapenzi awe na subira. Binti alikuwa akiomba dua hizi, kafika wakati binti akaolewa. Baada ya kuolewa, kijana akamchukua mke, wakaenda zake. Anasimulia binti, anasema nilipata mshtuko baada ya kufika nyumba ambayo tumefikia, nyumba iliyokuwa nzuri, ina kila kitu. Sikuamini machoni mwangu kwamba huyu kijana fukara ndio nyumba yake hii. Tukaishi ndani ya nyumba ile kwa muda wa mwaka mzima. Baada ya mwaka kuisha, mume akanambia tunatakiwa tuhame hapa, twende katika makazi mengine. Nikauliza wama ya wa mshikila, kuna tatizo gani? Akasema nyumba hii siyo yangu, hadha baitu sadiqi, hii ni nyumba ya rafiki yangu. Rafiki yangu huyu alikuwa akiishi nje, sasa anarudi na familia yake anakuja kuishi ndani ya nyumba hii. Aondoka akanipeleka mpaka katika makazi mapya. Nilipofika katika makazi hayo pia nikapata mshangao mkubwa na mshtuko, baada ya kuona nyumba yenyewe ni kharab, nyumba ni pagare, nyumba haina kitu, nyumba iko ovyo, ovyo. Nikamwangalia mume wangu wa huwa yabuki, hali ya kuwa analia. Nikamuuliza mayubukika, nini kinachokuliza? Akasema kinachoniliza mimi nilishindwa kukwambia ukweli kuhusu hali yangu Ningekwambia ungeniacha, singekubali kuolewa na mimi, nilishindwa kukwambia ukweli. Mke akamwambia, usiwe na shaka, utaishi tu. Wakaanza maisha mapya ndani ya nyumba ile. Mwenyezi Mungu akawaruzuku watoto wanne, Fatayat mabinti. Baada ya kupata watoto hawa, hali ya maisha ikaongezeka ugumu. Kawa chakula kupatikana ni taabu. Nafika siku moja watoto wanalia njaa. Mume ametoka amekwenda kuahangaika lakini amerudi farigha, amerudi hana kitu, hajapata chochote. Watoto wanalia njaa. Mke akatoka usiku akaenda nyumba ya kwanza kwa jirani. Kubisha hodi kuuliza wana chochote msaada, kaambiwa hakuna kitu. Aenda nyumba ya pili, ya tatu, ya nne. Akarudi yule mke analia sana juu ya watoto wake, kafika mlangoni akalia sana mpaka machozi yanakauka. Mwisho akajikaza akaingia ndani, niingia ndani, watoto wanamwangalia mama, wakijua amekuja na chochote, mama hana chochote. Akaambia ya uladi, watoto wangu, sameheni, nisameheni, nisameheni watoto wangu, nimehangaika, nimeenda kwa jirani nimekosa, tuvumilie, tulale usiku wa leo. Wakaingia kulala. Baada ya kuingia kulala, mlango unagongwa, mume akasimama kwenda kufungua. Alipofungua, kuna mtu amekuja, akasema mume akasema, mke wa, wa baba yako amekwisha fariki. Kwa hiyo watoto wake wale wanataka kuuza nyumba ile. Kwa hiyo haraka, ondoka uende kule Mume akaja akamwambia mke wake, bana, tunatakiwa tuondoke, rudi kule nyumbani kwenu ulikokulia kule, kwa sababu watoto wa mama yako, kwa maana mke wa baba yako, wanataka kuuza nyumba ile ya baba yako. Wakaondoka pamoja na watoto wao, wakaenda mpaka kule. Fika kule, wakasimamia mambo yote ya taratibu za kisheria, ile nyumba na mali zote zikawa chini yao, wakaanza maisha mapya maisha ambayo yakawa na raha, maisha yakawa na starehe. Baada ya kupata tabu na kuvumilia, mwisho wa siku wanaingia katika raha. Ndugu zangu, hili linatufunza, linatufunza kwamba vyovyote tutakavyopambana na magumu, kama tutasubiria, kama tutavumilia, basi ipo siku tutapata raha tapata faraja. Kwa hiyo, nakuhusia ndugu yangu, ni kweli tunakumbana na mazito sana, ni kweli tunakumbana na magumu sana, tuwe wavumilivu. Kwa hakika, nusura ipo, faraja ipo. Kama sio duniani, kesho akhira, tutapata faraja kubwa zaidi, na tunamwomba Allah ajalie hilo. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, wajazakumullahu khairan.